Ana tukua pamoja katika kipindi, maana ninaona sura tofauti kidogo na zile tulizo wanazo jana. Tuna ujumbe mkuu unaotutangulia unaosema haki ya kupata kibali, haki ya kupata kibali. Nitarudia kwa mfupi sana ule utangulizi tunaotembea nao.

Kibali anachopata mwamini kutoka kwa Bwana kinaamua ni kiwango gani cha furaha kutokana na utajiri, neema au maisha atakayoishi ya upendeleo ambao unamfuata kila mahali atakapokuwa. Neno kibali linamaanisha kupata kibali au kusaidiwa mbele ya uso wa dunia. Kwa maana nyingine, kibali kinatafsiriwa kuwa ni upendeleo, neema, radi, fadhili, uzuri, kuangaliwa kinamwezesha mwamini kwenda mahali popote, kukaa mahali popote, kukutana na mtu yeyote, kupata kitu chochote bila kuzuiwa na lolote, na pale ni pale ambapo Mungu ameamua kumpitisha mtu wake. Iwe kwenye vikwazo, ataviona ndio, atapitia ndio, ila safari yake itakuwa tofauti na watu wengine. Kwa nini? Kwa sababu Mungu anajua njia gani sahihi ya mtu huyo kuwa salama. Bwana Yesu asifiwe. kibali ni kama kito cha thamani kwake yeye aliye nacho, na kila anapogeuka kile kibali kinageuka. Kila akigeuka kile kibali kinageuka. Sasa leo ninatamani tuangalie kwa sehemu, kwa nini ni muhimu kila mtu aagilie ah, kupata kibali tuliona kuna kibali mtu anachopata kutoka kwa Shetani, lakini kuna kibali ambacho mtu anaweza kukipata kutoka kwa wakala wa giza au wanadamu. Na ninachotafakari mimi na wewe siku ya leo kibali kile ambacho tunakipata kwa Mungu, ambacho tumebeba hatima ya maisha yetu. Mwanzo sura ya 19 mstari wa 19. Tunaona kibali anachopata mtu kinamsaidia kutoka kwenye kifungo. Kwa hiyo kinaweza kikawa kifungo cha kimwili, kifungo cha kiroho, kifungo cha kiuchumi. Kama mtu hajapata kibali, hawezi kutoka, kwa sababu kibali ndicho kinachoamuru mtu aishi maisha gani na kwa kiwango gani. Hakuna mtu anayeweza kafuka eneo lile kama sio kibali mstari kitabu cha Kutoka wa 8. Kibali kinamfanya yeye nacho kuwa na nguvu. Hebu tuangalie mstari wa 17, Zaburi ya 89. Uh, Zaburi ya 89. Zaburi ya themanini na tisa, mstari wa kumi na saba. Zaburi ya themanini na tisa, mstari wa kumi na saba. Neno la kumi na saba. Maana fahari ya nguvu zao ni wewe, na kwa radhi yako pembe yetu imetukuka. Kwa hiyo kibali

anakuwa na uwezo wa kujihami kiurahisi. welo yule ao ambaye kibali kiband kinaleta kusudi la Mungu katika maisha ya mwamini. Mwanzo 39:21 kwa sababu hiyo ili mtu aweze kuendelea kubaki na Mungu.

Akapata kibali machoni kwa mkuu wa gereza, akavuka kibali machoni kwa mkuu wa gereza. Kwa hiyo kibali kinaleta kusudi la Mungu. Ishirini na moja, ishirini na mbili. Mkuu wa gereza akawatia mkononi mwa Yusufu watu wote waliofungwa wow, waliomo gerezani na yote yaliyofanyika humo ndiye aliyeyafanya yote yaliyofanyika huko kwenye gereza ndiye aliyafanya, wala mkuu wa gereza hakuangalia neno lolote lililoko mkononi mwa Yusufu, kwa kuwa Bwana alikuwa pamoja naye. Bwana akayafanikisha yote aliyoyafanya. Bwana Yesu asifiwe, amin. Kibali kinalinda kusudi la Mungu katikati ya waamini. kibali

ya baba zako watakuwako watoto wako, utawafanya kuwa wakuu katika nchi zote. Jina lako nitalifanya kuwa kumbukumbu katika vizazi vyote, kwa hiyo mataifa watakushukuru milele na milele. Bwana Yesu asifiwe. kwa nini inachotengeneza

Mfalme akamtambulishwa kwa maliwali waliwali, wakazidi kumtambulisha na wakamtambulisha. Hakurudi kwenye ile nyumba aliyokuwa naishi mwanzo, akaendelea kubaki katika ikulu ya mfalme. Mungu ana uwezo na nguvu ya kututoa katika eneo moja kutupeleka katika eneo lingine kwa kibali. Kibali ndicho kinachotupa hiyo neema ya kutembea, kila mmoja na kiwango chake kwenye lino, kwenye hiyo ofisi, kwenye hiyo kazi, kwenye hiyo familia. Na sisi tuna kiwango chetu cha Mungu kututambulisha pale mtaani kwetu tunakoishi, kwenye kitongoji chetu. Mungu anaweza kakutambulisha kwenye hiyo hiyo hiyo, akakutambulisha sio mpaka uwazi maaa vitu vingine, hiyo hiyo kwenye kaunteri hapo akakutambulisha hapo hapo ulipo, kwenye hiyo ofisi akakutambulisha. Kibali kinavuta utajiri, maana yake kina uwezo wa kuleta mafanikio. Inawezekana kabisa mtu akawa katika shida ni muhitaji, labda anahitaji kupata matibabu mahali fulani, lakini wakati anaongea shida yake, akakutana na mtu akamwambia, ili usipate shida, mahali fulani kuna daktari atakupeleka na atakusaidia. Jambo hili ni mdogo mno. Nini kilichokusaidia mpaka mtu akafika pale? Ni kibali. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kesho tutaangalia kibali kinavyomwinua mnyonge na hakuna mtu mwenye kibali anayezuiwa kufika mahali popote. Mahali popote mtu anaenda, kibali tutaona lasimani. Lakini leo ninatamani tuombe Mungu atupe kibali cha kutambulisha, kama binti huyu alivyotambulishwa mpaka kwa matajiri Hatimaye atapelekwa kwa mfalme. Sisi Mungu atutambulishe kwa kiwango kingine, atutambulishe kwa maisha ya kiroho, atutambulishe kwa maisha ya kiuchumi, atutambulishe kwa maisha ya kiakili. Kuna watu ambao shule shula masomo, Mungu awatambulishe kule kule shuleni. Kuna watu ambao wanalima kufuga na biashara, Mungu awatambulishe kule kule. Kuna watu walioko maofisini, Mungu awatambulishe kule kule. Ile pepe ya mkufu ambayo inawakilisha mkufu ya kimamlaka na ushindi kima iweze kutokea katika njia. Kuna watu ambao wanapitia katika mazingira magumu ambayo yakini ni kuugua na kuuguza. Kibali ndicho chenye mamlaka ya kutoa kibali. Kibali kinamtoa kwenye mtu aka kwenye kifungo, kinaamuru hatima ya mtu na ndicho kimebeba hatima ya kila moja natamani dakika na hizi chache zilizobaki, tumwambie Mungu atupe kibali. Tutaangalia mambo mengi sana kwa wiki hii. Sina hakika kama tutamaliza, lakini kuna vitu vingine ambavyo tutaweza kupata kwa wale msiwangi, tutaweza kupata kitini baada ya kutimisha kipindi hiki, kama kitini nyakati nakati zilizotangulia. Atakayevumilia mpaka mwisho ndiye atakayepata kitini. Simama tuombe.

ela yamesoma tena pege zako kwa kibali. Mahali ambapo tumekosa kibali mbele ya wanadamu, mahali ambapo tumekosa kibali mbele ya watawala na viongozi wetu, mahali ambapo tumekosa kibali kwenye ofisi, mahali ambapo tumekosa kibali kwenye biashara, katika kulima, katika kuvua, katika ujenzi, mahali ambapo tumekosa kibali katika kuvua samaki na vitu vingine tunavyoshughulisha naano, Mungu kamaakosetuwachi na awazii